Mradi huu ambao leo tuna usaini wa zaidi ya bilioni 275, usiwe mradi wa wizara. Huu ni mradi wa Wanairinga. Viongozi wa mkoa wa Iringa, chama na serikali, wana haki ya kujua kila stage, kila hatua ya utekelezaji wa mradi huu asije akatokea mtu anataka taarifa juu ya utekelezaji wa mradi haya, ah, ah, mambo yapo wizara ni hapana. Huu sio mradi wa wizara. Jamii ipo na viongozi wapo. Ukiwashirikisha utafanikiwa, usipowashirikisha utakwama. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mkuu, mkuu, Mheshimiwa mkuu wa wilaya nyinyi ndio waziri wa maji na Najeremani, mradi huu mtausimamia, mtaufuatilia, na kazi yake itaonekana na manufaa yatapatikana. Kama kuna jambo lolote katika wizara linahitajika support, sisi tupo tayari ku support, lakini ndio maana tumekuja tukabidhi. Bodi msimamie, management msimamie, mfuatilie na faida ya mradi huu, kwamba fedha zake zipo. Sidhani kama kuna changamoto yoyote ya utekelezaji, kwa sababu utekelezaji wa mradi wa maji unategemeana na fedha, kama ilivyo gari Eh, gari iende kama haina mafuta hata lita moja haitokwenda. Huu mradi fedha zake zipo, niombe sana Mheshimiwa Katibu Mkuu, utekelezaji wake uwe wa aina yake. Mimi nikiwa kama mtendaji mkuu wa Wizara ya Maji ninafurahishwa sana na hatua hii tuliofikia. Tunafahamu kwamba sekta ya maji, unapozungumzia project kama alivyoweza kuzungumza mkurugenzi hapa, kuna hatua za paperwork mpaka ujafikia kwenye groundwork, inachukua muda mrefu kidogo kama alivyoweza kuzungumza tumeanza kuandaa konsepti tangu Februari 2022. Leo hii ndio tunaenda kusaini mkataba katika hatua ya kuweza kwenda kwenye hatua ya pili ya kuandaa nyaraka za zabuni na kuverify hiyo detail design. Na amezungumzia hapa construction inatarajiwa kufanyika 2026. Lakini nikiuangalia mradi huu na manufaa makubwa sisi kama Wizara ya Maji kwenye masuala ya maji taka tuko nyuma sana. Kama walivyoweza kusema Iringa, ukiangalia water supply tuko asilimia 97, lakini ukija ukiangalia kwenye maji taka tuko chini ya asilimia kumi. Kwa hiyo huu mradi ni mojawapo ya effort za serikali kama maelekezo yanavyosema kwenye ilani, tunatakiwa tufikishe at least asilimia 30 ya swala la maji taka, miundo mbinu ya maji taka kwa hiyo kwa mradi huu kupitia mradi huu, naona kabisa sera inaenda kutekelezeka vizuri, pamoja na ilani ya chama inaenda kutekelezeka, ili tuweze kufika ile asilimia thelathini. Sisi watu wa Iringa hakika tunalo deni kwa Rais Samia. Rais Samia kwenye mkoa wetu amefanya kazi kubwa sana, na sio tu kwenye mradi au kwenye sekta yako ya maji. Kwa kweli kila sekta tumetendewa haki sana.